zetu watazamaji, kombe radhi kabisa katika yote ambayo amejitokeza, lakini tutaweka uh, vizuri kipindi kijacho ambacho ni Jumapili ijayo. Na leo kwa sababu ya muda tunakwenda moja kwa moja kwenye kipengele cha fahamu zaidi. Huwa kipindi chetu kinakuwa na vipengele vitatu: cha undani, visa ndani ya Biblia na fahamu zaidi, lakini kwa sababu ya muda twende moja kwa moja kwenye fahamu zaidi kwenye fahamu zaidi, mlizoea kuleteletea vitu ambavyo ni vya nje wapi wapi, lakini leo niko hapa uswahilini. Tuzungumzie nahau zetu, tuzungumzie methali uh, zetu, tuzungumzie, tuzungumzie msamiati wetu wa Kiswahili, msamiati wa lugha adhimu ya Kiswahili. Na bila kukuchelewesha, moja kwa moja ni kuletee nahau na maana yake. Watu wengi huwa tuna, tu, tunazungumza Kiswahili lakini kwenye nahau mtu anaweza kazungumza na hao alafu sielewa namaanisha nini. Kuna misemo mbalimbali mitaani kwetu unasikia eh, jamaa amekula mwata. Nini maana ya kula mwata? Kula mwata kula mwata. Mwata ni mdudu mweupe au mweusi ambao wanapatikana pwani. Mwata ni mdudu ambaye utamkuta yupo sehemu yenye unyevu, unyevu kwenye maji maji E, pwani ndio bana, nikasema pwani. Yule mwata, uh, wavuvi huwa wanamtumia kama chambo. Anachukua chambo, atakuta ndoana ile, anachukua yule mwata, ni kama mdudu mithili ya mnyoo e, nakuwa vile, anachukua akimtoa, anam, anamtundika kwenye ule kwenye ile ndoana. Ndoana ikiwa na mshipi wake, huyu mvuvi au anayeroa samaki anatupa ndoano yake kwenye maji ambako palipo samaki. Samaki yeye akiona, anaona mwata, haoni ndoane ndani yake, sababu yule mwata amedumbukizwa, eh, ameshindiliwa kwenye ndoane. Sasa yu, yule samaki atatamani kumeza au kumla yule mwata sasa, badala ya kumla, kumbe ndani ya yule mwata kuna kuna ndoane. Na Mvuvi akishasikia kwamba kuna mtikisiko kule chini ndani ya maji, ndipo atakapovuta, atakapovuta ule mshipi wake ukiwa umenasia kabisa na samaki, unasema mtu amekula mwata. Kwa hiyo mwata ni mdudu mweupe au mweusi ambaye anapatikana pwani, na wanamtumia kama chambo kwa ajili ya ku, ku, kuvulia samaki. Sasa unaposikia mtu anakuambia kwamba utakula mwata, ni kwamba maana yake halisi ni kwamba utapata shida. Kula mwata, kwa hiyo badala ya kula samaki sasa umekula mwata, kwa maana umepata shida. Hiyo ni nahau yetu ya kwanza. Nahau yetu ya pili ni fanyia ndaro. Unaposikia mtu anafanyia ndaro, yani, e, jamaa eh, jamaa hapana. Eh hey, anatufanyia ndaro. Kumfanyia mtu ndaro au kuwafanyia watu ndaro maana yake nini? Kwanza tukumbuke kwamba ndaro ni sifa. Eh, ndaro maana halisi ya neno ndaro ni sifa, japokuwa katika vilugha vingine ndaro inaweza kumaanisha makazi eh, malazi lakini ndaro ya Kiswahili ni sifa au majisifa au machachari. Eh, unajionyesha, onesha kwamba, hey, yani wewe ni wewe ni, kuna watu wengine wanasema, unakuta mtu ana form four tu, lakini kajaza kalamu za kila rangi zipo kifuani na kujinadi kwamba ye ni msomi halisi, ye ni msomi haswa, lakini Tunapozungumzia kwamba mtu amenifanyia ndaro au anatufanyia ndaro maana yake ni kwamba ni mtu mwenye ku, mwenye sifa, mtu mwenye kujitapa e, mbele za watu, nakuta yeye ni mtu wa kujinadi tu. E, mimi ni hivi, mimi siwezi, mimi nimeshawahi kufanya hivi, mimi nafanya hivi, mimi kwangu niko hivi. Ni mtu wa kujitapatapa, mtu mwenye majigambo na nini? E, huyo ni kwamba anafanya, anatufanyia ndaro. Eh, kwa mfano, unaweza ukasema yule meneja aliyekuwa akitufanyia ndaro amefukuzwa kazi. Aliyekuwa anajitapa, nini mimi hapa siwi na nini, alikuwa anatufanyia ndaro. Sasa naye amefukuzwa kazi kwa maana nyingine eh, kibarua kimeota nyasi. <laughs> Eh, eh, fanyia ndaro. Ni ile hali ya kujisifia, sifia, kujitapatapa, kujiona. Wengine wanasema kujimambafai, japokuwa sio Kiswahili. Usiseme kujimambafai, sema, kujimamba. Usi sema, kujimamba, sema kujifanyia ndaro. Ehe, nahau ingine ambayo ipo mtaani kwetu eh, watu huwa hawaitumii sana nahau hii, lakini nataka tu, kwa sababu tuko kwenye kipindi cha fahamu zaidi, nataka pia ujue hii, uza kwa ndiki. Naposikia mtu anakuambia kwamba ah pale, ah, hapana ile duka pale anauza kwa ndiki, kwa ndiki, kuuza kwa ndiki maana yake nini? Maana yake ni kuuza kitu kimoja kimoja, sisi tulizoea kusema kwamba anauza rejareja lakini situmia pia msamiati huu kwamba anauza kwa ndiki. Kuuza kwa, kwa ndiki ni kwamba anauza kimoja kimoja, hauzi jumla jumla. Uza kwa ndiki. Ya, ndiki. Uza kwa ndiki, mfano biashara yake sio kubwa sana eh, biashara yake sio kubwa sana anauza bidhaa zake kwa kwa ndiki ya, anauza kimoja, kimoja. Hauzi kwa jumla. Aha. Hiyo ni moja kati ya nahau ambazo si haitumiwi sana lakini nimekuja kwamba sasa, sisi ni Waswahili, hii lugha ni yetu, tuitumie. Tuitumie lugha yetu adhimu. Kiswahili ni lugha adhimu, lugha ambayo imetukuka. Sasa kazi yetu ni kuitumia na kuhakikisha kwamba tunapanua msamiati wake. Kuna methali ambayo unasema, mambo ni kangaja, huenda yakaja. Unasikia, mambo ni kangaja, huenda yakaja Ushawai kusikia manake? Au unajua manake? Sasa tulia hapo hapo, nikwambie. Mambo ni kangaja, huenda akaja. Kangaja ni aina ya nyasi ambayo hutokea wakati fulani fulani tu, huwa haionekani mara kwa mara hilo, yaani nyasi huo hauonekani mara kwa mara, eh, kangaja ni aina ya unyasi ambao unapatikana kwa nadra, haupatikani mara kwa mara. Unaweza ukatokea upo, ukikauka basi hautokei tena mahali pale. Ukute tena mahali, mahali pengine kangaja. Kwa unaposikia kwamba mambo ni kangaja, huenda yakaja hii methali uh, huenda kutokea. Yani, mambo ni kangaja. Yani ni kwamba unataka kumtia mtu moyo kwamba ndugu yangu, sikati tamaa hapo ulikofikia. Huwezi kujua huko mbeleni kuna nini, mambo ni kangaja, huenda yakaja kwa maana nyingine kwamba leo hii inaweza ikatokea upo katika hali fulani ambayo yasitumfahamu, lakini kesho na keshokutwa ya Mungu, mengi inaweza likaja lingine ambalo ni zuri zaidi kuliko hili hapa. Kwa hiyo usikate tamaa. Methali hii hutukumbusha au hutuambia au kwamba hupiga mfano kwamba kumhimiza mtu mwenye shida kuwa asikate tamaa mambo ni kangaja huenda ya kaja leo hii unaumwa. Mungu ni mkubwa, Mungu sio Athumani, Mungu hatendi kama mwanadamu. Leo hii unaweza ujiwezi, lakini kesho kaamka ni mzima. Wapo wengi ambao walikuwa ni wazima leo hatunao, lakini wewe ambao uko hapa, Mungu ana makusudi maalum. Mambo ni kangaja huenda ya kaja. Kwa hiyo, Mungu ana maajabu yake. Leo unajiona mnyonge unajiona hujiwezi, lakini Mungu anaweza akakutoa katika shida kama hii akakuleta sehemu nyingine ambapo ni ya furaha zaidi. Mambo ni kangaja, huenda akaja. Mungu huenda siku moja akajaliwa kupata neema nyingine, labda kwa mfanyabiashara, labda kwa wachimba, chimba madini. Umechimba vya kutosha, umechimba mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, hujapata, lakini mzee amekuja miezi miwili amepata, ameondoka tayari, ni tajiri. Mambo ni kangaja, ndugu yangu huenda yakaja leo hii. Unajiona huna lakini, kesho kishokutwa, Mwenyezi Mungu anaweza kukujali na wewe ukapata kama wengine walivyopata. Kwa hiyo mambo ni kangaja, huenda yakaja, usikate tamaa, ngangana, pigana eh, songa mbele, usiangalie ya nyuma, usiangalie mwenzako kafanya nini. Mambo ni kangaja. Kuna leo na kesho, ndugu yangu, eh, ya leo tunayajua sisi, lakini ya kesho anajua Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hiyo mambo ni kangaja, Huenda yakaja usikate tamaa katika lile unaolifanya eh. Methali hii na nasihi kwamba tusikate tamaa katika kile tunachokifanya. Ah, kuna methali nyingine inasema kwamba mapito ya kale hayapotezi chajio. Mapito ya kale hayapotezi chajio. Chajio maanake nini? Chajio ni jioni, lakini pia ukiangalia chajio ni kati ya ile milo e, kuna staftahi, chakula cha asubuhi, chamcha na chajio. Chajio tunaona kwamba ni mlo wa jioni, lakini pia chajio kwa maana nyingine ni jioni, wakati wa jioni, ule wakati wa jioni chajio. Sasa njia inayotumia anayotumia mtu wa zamani hawezi kuipoteza chajio, kwamba mapito ya kale hayapotezi chajio. Mtu ambaye aliwahi kufanya aliwahi kupitia njia fulani na aka, kapita muda fulani, muda mrefu hajapita tena njia ile pale, kupotea kwake hakutakuwa sawa na mtu ambaye hajawahi kupita mahali pale. Kwa maana nyingine, mtu hawezi kupotea sawa sawa na mtu namkwamba umewahi kucheza mpira, kwa mfano, mathalani umewahi kucheza mpira ujana wako, sasa umefikia umri umri umekwenda na miaka sitini sabini. E, mtu akakurushia mpira mpira wa mguu, yule ambaye amewahi kucheza mpira enzi za ujana wake ni tofauti na mtu ambaye hakuwahi kucheza ule mpira. Kwahiyo hata kama akicheza, utaona atakicheza kiveterani, lakini unamuona kabisa huyu aliwahi kuwa mchezaji. Ndio maana tunasema mapito ya kale hayapotezi chajio. Naona manake mswahili mwenzangu tuko pamoja. Mapito ya kale hayapotezi chajio, matumizi yake yanakuwaje? Methali inatukumbusha kuwa mtu aliyezoea jambo huwa na ujuzi au mbinu za kulikabili hata kama mazingira ya kulifanya jambo hilo ni tofauti. E, kama amewahi kuendesha gari kama amewahi kufanya kitu fulani, sasa amekiacha kwa muda mrefu. Ukija kumsu, ukija kumpeleka tena katika fani ile ile ambayo amewahi kuipitia yule mtu, hata kuwa maumuma, hata kuwa mbumbumbu, atakifanya kitu utaona. Kweli ehe, eh, anafanya, anajaribu, lakini si kama maumuma, si kama mtu asiyefahamu. Kuna ujuzi fulani ambao utaona, mm, huyu mtu anajua kitu fulani. Ndio maana tunasema mapito ya kale hayapotezi Chajio. Mapito ya kale hayapotezi chajio, ni kwamba mtu ambaye amewahi kupitia jambo fulani, hata kama muda fulani utakuwa umepita, lakini kuna uh, akija kurudi tena katika fani ile ile ambayo aliwahi kuifanya ujanani, utaona kwamba mm, huyu mtu uh, ni kweli, si mamuma, si mbumbumbu, si kwamba hajui, ila kuna vitu vichache vichache vya kurekebisha. Mtu aliwahi kuwa uh, labda mwandishi wa habari e, hata kama amestafu kwa muda fulani, ukija kumpa akaingia kwenye fani yake ile ya ujanani au enzi hizo, utaona kweli hakika huyu mtu bado anakumbukizi kumbukizia kile ambacho amewahi kukifanya enzi au siku zilizopita siku za, siku za nyuma huko. Kuna methali nyingine anasema bura yangu sibadili na rehani bura yangu sibadili na rehani. Bura ni nini? Sikia, bura yangu sibadili na rehani. E, msichana amechumbiwa, anamkuta kijana anamtomasa tomasa, anamwambia lele, nitakufanyia hivi lele, achana na hiki biashara ya kuuza nini, biashara ndogo sana hii, kuja kwangu nitakufanyia hivi na hivi. Anamwambia, bura yangu sibadili na rehani maana yake nini? Bura ni kitambaa, kitamba changu duni sibadili na kingine cha thamani kubwa, ambayo ni rehani. Rehani bura ni kitu chenye eh, seme bei nafuu, seme duni. Rehani ni chenye thamani kubwa. Sasa hiki changu chenye thamani ndogo sitataka nikibadili na chako ambacho ni cha thamani kubwa Bura yangu sibadili na rehani. Rehani ni kwamba ni kitu chenye thamani kubwa, bura ni kitu au kifaa chenye thamani ndogo, tuseme duni. Kwa maana nyingine, methali hii hutufundisha kuwa tutosheke na vitu vyetu, kuwa vina faida kwetu sisi kuliko vya watu wengine. Hii ni simu yangu. Huenda simu yangu ni ya laki moja na nusu, simu yako wewe ni ya milioni moja na nusu. Unaniambia kwamba tubadilishane, tubadilishane. nikupe yangu nipe ya kwako? Hapana, bura yangu sibadili na rehani. Hiki hata kama thamani yake ni ndogo, lakini naipenda, nakipenda. Ha, hii methali ni methali ambayo kila sekta, tukiweka kwenye ndoa, kwenye maisha ya kawaida, kwenye kazi za watu hizi Kwenye kila shughuli mbalimbali tunaoifanya tunazoifanya mitaani. Kupitia methali hii kuna mambo ya kujifunza kwa sababu ni methali ambayo tunanayo kwenye maisha yetu. Kuna mambo ya kujifunza hapa, kwamba buraha yangu sibadili na rehani. Changu ni cha kwangu hata kama kinaonekana hakifai hata kama kinaonekana hakina thamani. Cha kwako ni kikubwa sawa, lakini hiki ni cha kwangu. Lazima turidhike na kile kidogo chetu tulicho nacho, kuliko kutamani vitu vikubwa vya watu wengine. Kuna mtu mmoja ambaye nimewahi kumsikia na ni msanii akasema, ni bora kuishi bora kuishi kama mbwa wa Marekani au Ulaya, huko gaibuni huko, kuliko kuishi kama Mwafrika. Nikamwona huyu bwana anahitaji anahitaji uh, malezi kidogo, afundishwe aelewe kwamba bura yangu sibadili na rehani. Mimi ni Mwafrika, lazima nikipende Kiswahili changu. Mimi ni Mswahili, lazima niipende lugha yangu adhimu ya Kiswahili, kuliko naanza kukopa kopa vilugha vingine huko, lugha za watu kule, najivunia lugha za watu, kwamba mtu akiongea lugha ya Kifaransa, akiongea Kiingereza, akiongea Kijapani, Kichina, tunamuona ni mtu wa thamani sana, kuliko huyu anayezungumza Kiswahili fasaha. Bura yangu sibadili na rehani. Tujifunze kuthamini viti vyetu hata kama havina thamani kubwa sana, hata kama vinaonekana kuwa duni, lakini tuvithamini sana sana sana sana matumizi. Hatupaswi kuvidharau kitu chako hata kama kina thamani ndogo. Na tumalizie kwa sababu ya muda, tumalizie na methali isemayo, aliye kando, aliye kando haangukiwi na mti aliye kando haangukiwi na mti. Maana yake nini? Kuangukiwa na mti, mti upo mahali hapa na wewe uko kando. Hata kama ule mti ungeweza kuanguka haku, ule mti hautakudhuru kwa sababu upo kando, lakini kama ungekuwa mahali pale, ungeweza kukudhuru. Methali hii inatuonya, inatuwa, inatuadhari pia na uovu au mabaya fulani tusifikwe na madhara. Unakuta kwamba kuna watu labda wanafanya uhalifu mahali fulani, na wewe unataka kujiingiza mle ndani, hujui walianzia wapi, wametoka wapi, wanakwenda wapi, na wewe una mshajichopeka mle ndani, si jambo jema sana. Kaa pembeni, kwani usikae pembeni na wewe ukawa, ndugu mtazamaji, ukaangalia namna gani wengine wanavyoshughulikia hayo mambo, lakini sio kwamba kila kitu unajitia una, una unakifahamu labda una ujuzi nacho, huenda yale unayoyafanya kakuletea madhara kwa baadaye. Kwa maana nyingine nataka kusema aliye kando haangukwi na mti. Ukikuta labda kuna mambo fulani ambayo yanaweza yakaleta shida kwa baadaye, kaa pembeni, waache hao ambao wameshaanzisha waendelee nayo, kuliko wewe kwenda kujiingiza kama mende kwenye maziwa, huenda akakuletea madhara baadaye. Kwa hiyo aliye kando haangukiwi na mti. Kwa dakika hizi mbili ambazo zimesalia ni eh, eh, eh, nitamani nikuletee msamiati, lakini tuna msamiati wa kutosha, ikiwemo njeku. Unaposikia, umewahi kusikia njeku? njeku ni nini? Njeku ni ng'ombe dume ambaye hajawa fahali. Njeku ninauza ng'ombe, eh, yukoje? nombe bado ni njeku, kwa maana sio ndama na sio fahali Nimesema njeku ni ng'ombe, ng'ombe dume. Angekuwa jike tusingesema nje, njeku, tungesema mtamba. Angekuwa huyu mtamba ameshazaa tusingemuita tena mtamba, tungemuita mbuguma. Ameshazaa na bado anaendelea kuzaa, tumeshakunywa maziwa yake, huyu ni mbuguma. Huyu njeku, njeku ni bado hajaanza kupanda. Akianza kupanda hata kwa tena njeku anaitwa nani? Fahari. Kwa hiyo ndio ndio tofauti, kuna njeku na fahali njeku bado tu. kama ni binadamu tungemwita kijana eh, kijana ambaye anaelekeza kwenye utu uzima, kijana kwa binadamu, lakini kwenye ng'ombe tunasema huu ni njeku ehe. Kwa akishakomaa akishapevuka, sasa tunamwona sasa ng'ombe ameshakuwa anamshaanza kupanda e, eh, anaweza akatoa mbegu ya uzazi, tunasema sasa huyu ni fahali. Lakini akiwa bado hajafikia kiwango kile, tunasema huu ni njeku. Tufahamu pia neno njeku. Mbuguma ni ng'ombe jike, wote hawa ni ng'ombe, kama tunavyosema maksai. Maksai yeye ameondolewa ule, amehasiwa, ameondolewa ule uwezo wake wa kuzalisha. Huyo ni maksai, ni ng'ombe dume naye. Kuna njeku, fahali na maksai. Maksai ni ng'ombe dume, lakini ameondolewa ule uwezo, amehasiwa, ameondolewa ule uwezo wake wa kuzalisha. Na njeku yeye ni dume, lakini hajafikia ule uwezo wa kuzalisha. Na fahali ni yeye ni dume, lakini yeye ndio anayetoa mbegu anaweza akazalisha. Tuna tuna mtu ana mtu salata. Unawahi kusikia mtu huyo ni salata? E, huyo e, e, ah, achana naye. Huyo ametushinda tabia ni salata wa kutupwa. Salata ni nani? Salata ni mtu mwenye tabia, e, tabia ya kuchonganisha watu. Salata ni mtu mwenye tabia ya kuchonganisha watu kwa kuchukua maneno anachukua maneno haya hapa anapeleka pale anachukua ya pale analeta hapa ili mradi tu mgongani mfike mahala mwanze kugombana mwanze ku kukorofishana mwanze kuchukiana chuki ambazo hazina sababu kumbe zimeletwa na huyu salata salata salata salata ni ni mchonganishi eh mtu ambaye yeye ushambenga ndio wa kwake mtu mchonganishi anachukua maneno hapa anayapeleka pale anachuka ya pale anayaleta hapa ili mradi tu mfike sehemu mwanze ku eh, ni kuwachonganisha tu, awaondole ule, ule ule ukaribu mliokuwa nao, ule urafiki wenu, awaletee chuki na uadui ambao hauna sababu. Huyu salata, salata ni mtu mchonganishi, mtu mwenye tabia ya kuchukua maneno hapa akayapeleka pale kwa lengo, kwa dhumuni la kuchonganisha watu au kundi hili na kundi lile pale, akachukua maneno haya, taifa hili na taifa lile pale, akachukua maneno haya aka, mtu yule na mtu huyu, akachukua maneno hapa akaleta hapa, akachukua hapa akapeleka pale, yule ni salata. Basi kwa kusema hivyo, msamiati ni mwingi, ndugu mtazamaji. Kwa kipindi kijacho Jumapili, usikose kunisikiliza. Mimi Mwalimu Malaki nitakuletea misamiati ya kutosha, nahau za kutosha, misemo ya kutosha eh. Tuna vitendawili na hau methali misemo za kutosha, nipo kwa ajili ya kujuza, ndo mana tukaitwa, mana ninaitwa Mwalimu Malaki. Basi nikutakie Jumapili njema na iwe Jumapili yenye amani na fanaka kwako. Kwa heri.